DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Naam ni saa 12 jioni huko Afrika Mashariki. Hujambo na karibu DW kwa matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Suleman Mwero. DW Habari za Ulimwengu na kwanza ni muhtasari wake. Msomaji Zainab Aziz. Israeli yasema itaendeleza mashambulizi dhidi ya kundi la Hezbollah. Urusi yazidungua droni 174 za Ukraine. Na umoja wa Ulaya wasikitishwa na vikwazo vya Marekani dhidi ya majaji wanne wa mahakama ya ICC. Habari kamili. Beirut. Israel imeonya hii leo kwamba itaendelea kuishambulia Lebanon hadi kundi la wanamgambo wa Hezbollah litakapoishiwa silaha. Onyo hilo limetolewa saa chache baada ya Israel kushambulia kusini mwa Beirut, jambo ambalo viongozi wa Lebanon wameliita kuwa ni ukiukaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa mwezi Novemba mwaka uliopita. Jeshi la Israel limesema lilishambulia viwanda vya Hezbollah vya kutengeneza ndege zisizo na rubani usiku wa kuamkia sikukuu ya Eid al Adha, mojawapo ya maadhimisho makuu ya kidini katika kalenda ya Kiislamu. Waziri wa ulinzi wa Israel Israel Katz amesema hakutakuwa na utulivu nchini Lebanon kama usalama wa taifa la Israel utatishiwa. Wakati huo huo, jeshi la Israel limewataka raia wa kaskazini mwa Gaza kuondoka kabla ya kufanyika operesheni ya kijeshi ya kulenga maeneo ambayo yalitumiwa kurusha roketi hivi karibuni. Moscow wizara ya ulinzi ya Urusi imesema droni mia moja sabini na nne za Ukraine zilidunguliwa kwenye maeneo kadhaa pamoja na kwenye mikoa ya mpakani ya Kursk, Belgorod na kwenye rasi ya Crimea kwa mujibu wa taarifa hiyo makombora matatu aina ya e Neptune yaliteketezwa na mfumo wa ulinzi wa anga kwenye bahari nyeusi uliharibiwa. Taarifa ya jeshi la Urusi imesema baadhi ya makombora ya Ukraine yalifikia sehemu zilizolengwa, ambapo jengo moja lilishambuliwa katika jiji la Engels kwenye jimbo la Saratov na kiwanda kimoja kiliwaka moto kwenye jiji hilo. Gavana wa jimbo la Saratov amearifu kwamba wakazi walihamishwa kwa muda na kurejea muda mfupi baadaye. Uwanja mkubwa wa kijeshi upo kwenye mji huo wa Urusi wa Engels. Mashambulio kadhaa pia yalifanywa na Ukraine kwenye miundo mbinu ya reli kwenye jimbo la Urusi la Belgorod. Brussels. Umoja wa Ulaya katika taarifa yake umesema umesikitishwa sana na vikwazo vya Marekani dhidi ya majaji wanne wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Tume ya Ulaya imesisitiza kuiunga mkono kikamilifu mahakama hiyo yenye makao yake makuu mjini The Hague. Rais wa Tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ameandika kwenye ukurasa wake wa X akisema ICC inawawajibisha wahusika wa uhalifu duniani na inawapa sauti waathiriwa, na hivyo ni lazima iwe na uhuru wa kuchukua hatua bila kushinikizwa. Msemaji wa tume ya umoja wa Ulaya Anita Hipa amesema vikwazo hivyo kwa sehemu vinatokana na kutolewa kibali cha kukamatwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na kutokana na juhudi za Marekani za kuiondoa mahakama hiyo. Majaji waliowekewa vikwazo ni Beti Hola kutoka Slovenia, Raine Alpani Gansu kutoka Benin, na Luz del Carmen Ibanez Carranza, raia wa Peru, na Solomi Balungi Bossa kutoka Uganda. Unaisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Frankfurt, benki kuu hapa nchini imesema Ujerumani inaweza kukabiliwa na miaka miwili mingine ya mdororo wa kiuchumi ikiwa kasi ya vita vya kibiashara na Marekani itaongezeka. Benki hiyo imesema ikiwa mpango wa ushuru wa rais Trump utatekelezwa kwa ukamilifu kuanzia mwezi ujao na ikiwa Umoja wa Ulaya utalipiza kisasi, tija nchini Ujerumani itapungua kwa asilimia sifuri nukta tano mnamo mwaka huu na asilimia sifuri nukta mbili mwaka ujao. Benki kuu ya Ujerumani imeeleza kuwa hali hiyo itatokana na kupungua kwa mauzo ya nje na hali ya kutokuwa na uhakika miongoni mwa wawekezaji. Uchumi wa Ujerumani ulinywea mnamo miaka miwili iliyopita kutokana na kupungua kwa uzalishaji na kupanda kwa bei za nishati. Hata hivyo benki kuu imesema pana matumaini ya uchumi wa Ujerumani kustawi kwa asilimia moja mnamo mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba. Washington. Masoko ya hisa yamesuasua leo Ijumaa baada ya matumaini ya kufanyika mazungumzo kati ya marais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa China Xi Jinping kugubikwa na malumbano ya Rais Trump na aliyekuwa mshirika wake bilionea Elon Musk. Mazungumzo yaliyotarajiwa sana kati ya wakuu wa mataifa makubwa kiuchumi duniani yalijenga matumaini ya kupunguza mivutano baada ya rais Trump kuziwekea ushuru bidhaa za nchi mbalimbali mbali duniani. Wawekezaji walikumbwa na wasiwasi baada ya kulipuka mzozo huo na maneno mengi yaliwekwa kwenye mitandao ya kijamii. Mwisho wa habari za ulimwengu. Dunia yetu leo jioni nam. Asante sana Zainab Aziz, unaweza kuenda kupata kikombe cha kahawa sasa. Nami nageukia upande wa ripoti zetu. Jioni hii tutaanza kwa kuvitazama vita vya Ukraine. Rais Trump wa Marekani amesema Urusi na Ukraine ni kama wa watoto wadogo wanaogombana kwenye bustani. Ni kauli yake hiyo imeibua majibu makali kwa Urusi. Tutafika hadi Burundi ambapo umefanyika uchaguzi wa bunge na madiwani. Yapi majiri utayapata majibu hapa hapa, na utasikia pia kauli ya mchambuzi kuhusu mzozo unaovuma katika mitandao ya kijamii kati ya bilionea Elon Musk na Rais wa Marekani Donald Trump kila mmoja kwa wakati wake anaona kwamba ana namna ya kuweza kumshinda mwenzake, na pengine ndio maana uh, wamefanya jitihada sana wasaidizi wa Donald Trump kuhakikisha kwamba leo kutakuwa kuna mazungumzo ya simu mm-hmm. baina ya hawa wawili kuona kwa kwanza kama wanaweza waka hiyo waka, waka cool down temperature, kwa sababu joto limepanda sana mm-hmm. hasara zimekuwa kubwa kwa hayo na mengine mengi, mengi. Usiondoke. Naam, kumbuka tuko mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii kuanzia huko YouTube na Facebook, tuko mubashara na unaweza kutuachia maoni yako kulingana na ripoti zetu, na nitayasoma maoni yako kulingana na muda, jinsi utakavyokuona utakavyokuwa unapata nafasi hiyo. Na sasa tuanze uchambuzi wa ripoti zetu. Kremlin imesema vita vya Ukraine ni swala kuhusu uwepo wa taifa la Urusi, baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba Urusi na Ukraine zinafanana na watoto wadogo wanaogombana kwenye bustani. Kauli hiyo ya Trump imeibua majibu makali kutoka Moscow, wakati mashambulizi mapya makubwa ya anga yakitikisa tena miji ya Ukraine. Ili sasa ngana taarifa zaidi, kwa msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov, kauli ya Trump ni rahisi mno kulinganisha na hali halisi ya mgogoro huo. Peskov amesema, kwa Urusi, vita hivyo si jambo la kisiasa tu, bali linaathiri moja kwa moja maslahi ya taifa hilo, usalama wa raia wake, na mustakabali wa vizazi vijavyo. Aidha, amesema hatua ya kuendeleza operesheni maalum ya kijeshi ilichukuliwa baada ya juhudi zote za kidiplomasia kufeli, akilaumu mataifa ya magharibi kwa kukataa mapendekezo ya Urusi ya kutafuta suluhu ya amani. Bila shaka, Rais wa Marekani anaweza kuwa na mtazamo wake kuhusu yanayotokea, lakini kwetu huu ni mzozo wa kimaisha, ni suala la maslahi ya taifa letu, usalama wetu, mustakabali wetu na watoto wetu ndiyo maana operesheni maalum ya kijeshi inaendelea baada ya juhudi zote za kisiasa na kidiplomasia kukataliwa kabisa na mataifa ya magharibi. Mashambulizi ya Urusi yaliyofanyika usiku wa kuamkia leo yamekuwa miongoni mwa makubwa zaidi ndani ya miaka mitatu ya vita. Ukraine imesema mashambulizi hayo yamehusisha ndege zisizo na rubani zaidi ya mia nne na makombora zaidi ya arobaini yakilenga miji sita. Watu wanne wameuawa wa mjini Kiev wakiwemo wafanyakazi wa uokoaji. Kwa upande mwingine Ukraine nayo imefanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ndani ya Urusi yakilenga viwanda, viwanja vya ndege vya kijeshi na njia za reli. Kiwanda cha mafuta katika mji wa Engels kimeripotiwa kushambuliwa na mlipuko mkubwa kuripotiwa kwenye uwanja wa ndege wa Bryansk. Wakati huo huo, Ukraine imeendelea kushikilia kuwa inashambulia tu maeneo ya kijeshi. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha amesema tofauti kati ya pande hizo mbili iko wazi, akisema Urusi inalenga makazi ya raia na miundombinu huku Ukraine ikilenga vifaa vya kijeshi vinavyotumika kushambulia watoto wao. Mataifa ya magharibi yanaendelea kushinikiza mashauriano ya amani, lakini hadi sasa mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine hayajazaa matunda. Kremlin inasema bado iko tayari kwa mawasiliano na Marekani lakini imesisitiza kwamba itajibu vikali kile inachokiita mashambulizi ya kigaidi kutoka Kiev. Nam ni mwenzangu huyosenn anayojiri katika mzozo kati ya Ukraine na Urusi na tutazame ripoti nyingine. Uhusiano wa karibu kati rais wa marekani Donald Trump na bilionea Elon Musk sasa umeyumba vibaya baada ya mabishano yao makali kwenda hadharani kupitia mitandao ya kijamii. Mzozo huu unaoendelea unaweza kuathiri sio tu masuala ya kibiashara na siasa za ndani bali pia mikataba ya serikali na miradi ya anga. Kulitazama hili kwa undani, nimezungumza na mobelo bandio mwandishi na mchambuzi wa masuala ya kimataifa yoko nchini Marekani, na kwanza nimemuuliza ni kipi kilichoenda kombo katika usuhuba baina ya watu hawa wawili. Tuzungumze kwamba Elon Musk kwa miaka mingi amekuwa ni mtu ambaye akizungumzia swala zima la kupunguza deni la taifa. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho tunafahamu kwamba wanasema ana passion nacho, kilinganisha na ambavyo imekuwa kwa Donald Trump. Donald Trump ameitumia kama sehemu ya kampeni hmm. lakini inaonekana changamoto kubwa imekuja kwenye kwanza, namna ambavyo waliingia katika kujaribu kulifanikisha hili katika mkakati wao wa DOGE wakiahidi kuliko ambavyo wangeweza kutimiza hmm. lakini imekuja kwamba ili kuweza kufanikisha hili imehitajika pia kukata katika sehemu ya matumizi ambayo ni kama vile inamgusa pabaya Elon Musk na Donald Trump amejaribu kusema Uh, kwamba yeye kuamua kufanya maamuzi ambayo yataathiri biashara za Elon Musk ilikuwa ni kati ya jambo uh, ambalo limesababisha humvurugano wao, watu ambao tunajua fika kwamba hawakuwahi kuwa marafiki, ila walikuwa wana maslahi ambayo yalikuwa wanaendana. Kwa kauli hiyo, maanake unamaanisha hata wale waliokuwa wanasema kwamba haya ambayo tunayaona sasa hivi yalitarajiwa, wako sahihi kwa msingi huu. Uh, ni mimi ni mmoja kati ya watu ambao nilisema kwamba tulitarajiwa kwa sababu tulifahamu kwamba unapokuwa unaunganishwa na hisia kuliko uhalisia, uh, muda si mrefu mambo yanakuja uhalisia, unapokuja kuhit mambo yatabadilika. Tulikuwa tunafahamu kwamba mahusiano yao yangekuja kuwa na yangekuwa yang na mgongano wa kimaslahi muda si mrefu. Kwa hiyo wengi tulisema, lakini hatukuonekana uh, haikuonekana wazi kwa kipindi kile watu wengi wakuweza kuona, kwa sababu pengine nao walikuwa wanaangalia katika mtazamo wa kihisia. Tuliona ilikija. mm uh -hmm. -huh. Ila nitakiri kwamba sikulitegemea kutokea katika kipindi kifupi hiki uh hasa -huh. chini ya wiki moja tangu mmoja aondoke kwa sherehe na bashasha katika White House. Mm -hmm. Kila upande sasa unatoa vitisho Trump anasema utawala wake utasitisha mikataba na makampuni ya Elon, lakini Elon naye anasema anaweza kuondoa huduma muhimu katika shirika la anga la Marekani NASA. Yote haya yanaashiria nini? Yanaashiria kila mmoja anaamini kwamba amemshika mwenzake panapostahili. mm -hmm. Donald trump anaamini na mamlaka ya kuweza kufanya anachoweza kufanya, lakini wasiwasi tulio nao ni kwamba uh, Elon Musk alipewa uhuru wa kuingia na, ku, na kupata access, kupata uh, ruhusa ya kuweza kufuatilia taarifa nyingi nyeti za serikali ambazo, mm. zinahusisha mambo mengi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Elon Musk anaamini kwamba anaweza akaanza kuviachia ambavyo Donald Trump naye inaonekana hapendi vitoke, okay. Lakini Donald Trump anaamini kwamba yeye ana ufuasi na ushawishi wa kuweza kumwathiri kwa kiasi kikubwa. Lakini sasa wapo ambao wanahisi pia kwamba Elon Musk anasema pengine kwa niaba ya baadhi ya mabilionea ambao wamekuwa waoga kusema, mm. na sasa wanaweza wakawa rahisi kuunga mkono kuliko kuanzisha mazungumzo. Kwa hiyo tunaamini kila mmoja kwa wakati wake anaona kwamba ana namna ya kuweza kumshinda mwenzake na pengine ndiyo ndio maana uh, wamefanya jitihada sana wasaidizi wa Donald Trump kuhakikisha kwamba leo kutakuwa kuna mazungumzo ya simu mm, baina ya hao wawili kuona kwanza kama wanaweza waka, waka, waka cool down temperature hiyo, kwa sababu joto limepanda sana, hasara mm, zimekuwa kubwa kibiashara na kwa watu wengi uh, kama alivyopata kusema kwamba ni kama vile King Kong na Godzilla wanapigana mm, na sasa wanaowathirika ni sisi wananchi tu ambao tuko hapo katika hicho kijiji. Naam, ni Mubelwa Bandio huyu mwandishi na mchambuzi wa masuala ya kimataifa na aliyeko nchi ya Marekani, nilipozungumza naye. DW tunavuma kwa kishindo. Kama ndo kwanza anajiunga nasi bado kujichelewa, ni matangazo ya jiuni ya idhaa ya kiswahili ya DW Kiswahili mjini Bonn, na tuko mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii kuanzia huko YouTube na Facebook. Kuandika DW Kiswahili na tuachie maoni yako huku, nitasoma muda usiokuwa mrefu. Na sasa tunasonga mbele. Zoezi la ukusanyaji na kuhesabu kura baada ya uchaguzi wa bunge na madiwani uliofanyika jana Alhamisi nchini Burundi bado linaendelea. Msemaji wa tume ya uchaguzi nchini humo anasema matokeo ya muda yatatangazwa wiki ijayo ya mnamo tarehe kumi na moja mwezi Juni. Isa ametutumia ripoti ifuatayo kutoka nchini Burundi. bizoba itarike chumi nimwe. Matokeo yatatangazwa tarehe kumi na moja za mwezi huu wa Juni. ukwezi kwa gatandatu uno mwaka. Ni Francois Bizimana, msemaji wa tume ya kitaifa ya kuandaa uchaguzi SENI, akitangaza tarehe ya kuwekwa hadharani matokeo ya muda ya uchaguzi wa bunge na madiwani uliofanyika jana. Msemaji huyo wa SENI amesema zoezi la ukusanyaji na uhesabiaji kura kutoka vituo vya kupiga kura halijamalizika hadi sasa. Hata hivyo, Bizimana amesema hii haimaanishi kuwa kuna ucheleweshwaji wa mchakato mzima wa utangazaji matokeo, bali hadi sasa mambo yanakwenda kwa mujibu wa ratiba ya SENI ambayo inasema upigaji kura ndiyo uliopangwa kufanyika kwa siku moja, lakini uhesabiaji wa kura unaweza kudumu hadi kwa siku tano kuegeraniriza hamwe ukusanyaji kura kutoka tarafa mbalimbali mbali. Ulipangwa kudumu siku tano kulingana na kipengele cha sabini na mbili cha sheria ya uchaguzi. Ni katika hatua hiyo ndipo kila tume ya uchaguzi kimkoa inapoweza kufikisha kura hizo kwenye makao makuu ya SENI ili kwa upande wake iweze kutangaza matokeo ya uchaguzi wa bunge vifa kibanza ivyavuye mu matora mashinga mateika kuhusu uchaguzi wa madiwani uliofanyika sambamba na huo wabunge. Matokeo ya muda yatawekwa hadharani tarehe kumi mwezi huu wa Juni, siku moja kabla ya yale ya wabunge. Amesema msemaji huyo waseni, wa seni, huku akiwaomba raia kuvuta subira, kwani hivyo ndivyo sheria ya uchaguzi inavyoagiza. Bwana Bizimana amewaomba pia waangalizi wa kitaifa na kimataifa pamoja na wawakilishi wa vyama na mashirika ya kiraia kuendelea na majukumu yao ili kusikuwepo na malalamiko kuwa kulikuwa na wizi wa kura. Hata hivyo, taarifa zinasema kumekuwa na changamoto katika ukusanyaji matokeo hayo kufuatia kubadilishwa kwa mikoa ya nchi kutoka mikoa kumi na nane hadi mikoa mitano huku tarafa nazo zikipunguzwa na kugawanywa kutoka tarafa mia moja ishirini na tisa hadi arobaini na mbili Haya yanaripotiwa wakati kesi ya watu waliokamatwa kwa tuhuma za kuvuruga mchakato wa uchaguzi zikiwa zimesikilizwa Ijumaa ya leo mkoani Ngozi, mwendesha mashtaka ameiomba mahakama kumhukumu mtu mmoja na mke wake kifungo cha miaka kumi jela atuhuma za wizi wa kura na kuchana kadi za baadhi ya wapiga kura. Kesi kama hizo zinatarajiwa kufanyika katika maeneo mengine kadhaa ya nchi. Ahmed Isa, DW, Bujumbura. Nam tuondoke nchini Burundi tuelekee katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo makumi kwa maelfu ya wanafunzi wa shule za sekondari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya, ya, ya Kongo kunakodhibitiwa na waasi wamefanya mitihani ya kitaifa, mchakato mgumu wanaohitaji ushirikiano nadra kati ya serikali na waasi wa M23. Jacob safari ana mengi zaidi katika ripoti ifuatayo. Mitihani hiyo ya kitaifa inayofanywa kote katika nchi hiyo ya Afrika ya kati na wanafunzi walio na matarajio ya kujiunga na vyuo vikuu ilianza Jumatatu na itaendelea hadi katikati ya mwezi Juni. Kuisambaza mitihani hiyo kote nchini humo ni jambo lililohitaji maafisa wa elimu binafsi kusimamia mchakato wa usafirishaji vifaa vya mitihani kutoka mji mkuu Kinshasa na kuvipeleka katika miji inayoshikiliwa na waasi wa M23. Jean Marie Mwayesi Mileka ni mkaguzi mkuu wa elimu ya kitaifa huko nchini Kongo. Tulikuwa miongoni mwa wale waliokwenda kuvichukua vifaa hivyo Kinshasa. Tulipovipokea, tuliwaita washirika wetu wa kiufundi na kifedha kutoka kwenye wizara ya elimu. Tunawashukuru wao kwa sababu walisaidia vifaa vikasafirishwa kutoka Kinshasa hadi Beni na kisha Goma, alafu hatimaye hapa. Kwa ushirikiano wa timu yetu na washirika, vituo vyote mia moja na kumi na moja tunavyovisimamia vimehudumiwa. Naweza kukuhakikishia kuwa mitihani ipo katika vituo vyote. Serikali ya rais Felix Shisekedi mwezi uliopita ilitangaza inaondoa ada ya mitihani kwa wanafunzi wa mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini kutokana na ukosefu wa usalama katika maeneo hayo. Ada hiyo mitihani kawaida huwa zaidi ya dola 40 kwa kila mwanafunzi. Ingawa waasi wa M23 wakiwa walisema awali kwamba wanataka kuiondoa serikali ya Rais Tshisekedi, kiongozi wa waasi hao Bertrand Bisimwa ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa bado wanaitambua Kinshasa kama msimamizi wa mitihani ya kitaifa. Makundi ya haki za binadamu mara kwa mara yamewatuhumu wa M23 kwa kuwaua raia, wakiwemo watoto, madai ambayo kundi hilo limeyakanusha. Mangala Lubunga ni miongoni mwa wanafunzi waliokalia mtihani huo katika shule moja huko Bukavu. Nina furaha, najihisi huru. Wakati wa vita marafiki zetu walifariki, wengine walikimbilia nchi jirani, ila leo niliweza kumaliza mtihani katika mazingira salama. <coughs> kulingana na afisa wa elimu Mwayesi, wanafunzi 44,000 waliojisajili kwa mitihani katika eneo lake, karibu 42,000 walijitokeza kufanya mitihani, akisema kuwa huenda waliosalia walikimbia kutokana na mapigano. Waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda waliiteka miji miwili mikuu ya mashariki mwa Kongo mapema mwezi huu na kwa sasa wanajaribu kuonyesha kwamba wanaweza kuongoza. Wakati huo huo, viongozi wa Afrika pamoja na Marekani na Qatar wanajaribu kutafuta makubaliano yatakayofikisha mwisho mapigano hayo. Nam, tuondoke huko nchini Congo na tugeukie sasa masuala ya kandanda, ambapo wikendi hii mchezo wa fainali ligi mataifa barani Ulaya, UEFA Nations League, kati ya Uhispania na Ureno wanatarajiwa kutimua vumbi katika uwanja wa Munich Football Arena hapa Ujerumani, na mechi ya mshindi wa tatu kati ya Ujerumani na Ufaransa ikitarajiwa pia kucheza katika mji wa Stuttgart. Huko studioni niko na Saumu Jama eh, kujadili hii michezo muhimu kabisa hapa barani Ulaya. Tuanze kwa kujikumbusha kidogo, maanake mtataka mm. najiuliza Ujerumani imetolewa, iko nyumbani nafena hapa, na fainali inachezwa hapa kati ya Ureno na Uhispania, majirani hawa naweza kusema kwamba Ujerumani bado ina nafasi kubwa sana ya kuanza kujifunza namna gani ya kuendelea ama kujipanga upya katika uhum. michuano kama hii ya kandanda e, kwa sababu sio tu kwamba imetolewa kwenye Nations League na mechi zinachezwa nyumbani, Euro zilichezwa vilevile hapa hapa na kikombe kikabebwa kikiwa hapa wakitazama. Kwa hiyo Julian Nagelsmann, kocha wa Ujerumani, bado kikosi chake anajaribu kukiunda, uh, lakini pia wachezaji kadhaa wa Ujerumani wamekuwa kabiliwa na majeraha madogo mm, madogo hapa na pale. Kwa hiyo haja kipata kile kikosi ambacho unaweza sema ni cha uhakika e, kama wao kutandikwa na Ureno mm, unaweza kusema kwamba walikuwa na nafasi, walitangulia wao kufunga bao, lakini uzoefu wa Ureno kupitia mm, pia uh, Cristiano Ronaldo licha ya kwamba tunamuona sasa mambo yake kaput <laughs> umri umeenda kwa kweli uh -huh. E, lakini uzoefu unasaidia sana na ukakiwezesha kikosi cha Ureno kufuzu kufainali, kwa finali mm, kwa hiyo Ujerumani sasa hivi itangangania mshindi wa tatu dhidi ya Ufaransa. Ufaransa kikosi kile kimeiva, kikosi kimeshiba. Kwa hiyo eh, kwa kutazama, unaweza kusema bado Ujerumani itapambana sana itapambana sana, yani mpaka eh, Nagelsmann anajipange upya, angalia namna gani atawatumia kina Jamal Musiala, angalia tena kina Florian Wirtz namna gani atawatumia, la sivyo adhabu itawahusu pale pale, manake kwa majibu yako moja kwa moja umeitoa Ujerumani katika nafasi ya naona wana kama wanahitaji wana muda sana bado uh, kabla au watakapokipata kikosi thabiti mm, ambacho kitaweza kuwakilisha Ujerumani, irudi katika ile Ujerumani ambayo watu walikuwa wakifahamu sana mm, ya dimanshaft mm, eh, football was made in Germany mm. Sasa hivi sidhani kama bado huu msemo unaweza kutumika <laughs> ukiwa na kijadili kikosi cha Ujerumani. Tusubiri tarehe nane Jumapili, bila shaka mm. Mm, lakini tuitazame mechi ya finali yenyewe kati ya Ureno na Uhispania. Hizi ni mm -hmm. timu mbili ambazo kusema kweli, kwa sasa, ukiniuliza, kwa maoni yangu mimi

Si niseme vipi? Mpaka nashindwa tu kueleza yani, ni kama timu inatoa dozi tu mwanzo mwisho. Mechi ya jana dhidi ya Ufaransa tano kwa nne magoli tisa katika mchezo mmoja mm, ilikuwa ni mechi ngumu sana, lakini sasa unakutana na Ureno ambayo, bila shaka, na mimi ukiniuliza, kati ya timu za Ulaya ambayo inafanya vizuri msimu huu pia ina wachezaji wazuri mm-hmm, eh, ni Ureno pia bila shaka. Kwa hiyo itakuwa ni fainali namna gani? Kwa kwa ufupi, wengi wamekuwa wakitaja kama classic hii, unasema itakuwa mm-hmm, ni mechi ambayo ina ushindani mkali ukizingatia vikosi mm-hmm, kwa Ureno kama nilivyosema hapo awali uzoefu mm-hmm, Cristiano Ronaldo Ronaldo, Bruno Fernandes mm. Eh, Nunes hawa ni wachezaji ambao tunatarajia kwamba watahakikisha kwamba wanapambana, mm. lakini vilevile kwa kikosi cha Uhispania kuna moto, kuna pasi pale, vijana wanachomoka, wakianza kuchomoka wamechomoka. mm. Lamine Yamal, Nico Williams hapa Isco mm. tunategemea kwamba itakuwa ni mechi yenye ushindani mkali, lakini kama wanavyosema mpira unadunda, tisini ndizo zitakazoamua sulewani tu, tu. kitambulisho cha mitandao ya kijamii kwanza, tutaendelea Manake mimi bado sijatosheka vizuri katika masuala haya ya kandanda. Kwa ufupi kabisa, nimkumbushe ni mfuatiliaji wetu kuhusiana na mabingwa wa, wa, manake huu ni msimu wa nne. Mwaka 2023 ilikuwa ni bingwa wa Hispania ambaye ambaye anacheza finali yake ya pili mm -hmm. Ureno vile vile alikuwa ni bingwa mwaka 2019, manake hii ni finali yake ya pili pia mm -hmm. na Ufaransa, mwaka 2021. Sasa, lakini akuna kuna vita ya Delefuente na Roberto Martinez mm -hmm. kuna Vitinha, Bruno pamoja na Yamal pamoja na Isco kwa upande mwingine, kwa hivyo ni ni wachezaji gani wawili pengine kutoka kila timu nafikiri wanatakiwa ku, wanata kutazamwa zaidi kwa ufupi, alafu tuangalie mingine bila shaka. Kwa upande wa Uhispania, Lamine Yamal mm -hmm. anatazamwa zaidi kwa jinsi anakasi anavyenga huyu kijana mm -hmm. Isco katikati pale katika kikosi cha Uhispania, unaweza sema kwa kiasi kikubwa ni Pedri huyu mm -hmm. E, yani anajua kutuliza mipira ya kati na kupanga kumwangalia nani amekaa wapi mm -hmm. na akaigawa mipira. Kwa upande wa kikosi cha Ureno kusema Cristiano Ronaldo angaliwe eh, lakini vile vilevile, nune zaweze kutazamwa, lakini eh, Bruno Fernandes ikiwa ataondoa ubinafsi acheze kama mchezaji wa kwa sababu Bruno mm. Kuna mechi ambazo anacheza anajitolea asilimia mia moja alafu akiona mambo yameanza kuwa vibaya anakuwa frustrated, yani anaonyesha kufadhaika kabisa kabisa na ni kama anavunjika morali kabisa wa mechi. Kwa hiyo nadhani vikosi vyote e, na, makocha De La Fuente na Martinez, wote wana kibarua wa kigumu kuhakikisha kwamba wanapanga wachezaji wao kwa kuzingatia kikosi kitakavyoanza na mchezo unaweza kubadilika katikati kati ya uwanja tofauti na uh, labda mpangilio ama mfumo ambao watakuwa wameingia nao kwenye daftari, watakapokuwa wanatoa orodha ya wachezaji. Hili swali, mitandao ya kijamii, bila shaka kuna watu wametoa maoni huko, bila bila shaka, bila shaka wengi wamezungumzia, lakini nianze na huyo anaitwa Football Spain anasema. mm -hmm. Uhispania na Ufaransa inafuzu fainali ya tatu mfululizo ya UEFA Nations League baada ya ushindi wa kusisimua dhidi ya Ufaransa Lamine Yamal, Balando inakuita tu kutokana na kiwango chako cha uchezaji. mm -hmm. Lakini huyo mwingine anaitwa Soka Afrika amesema Lamine Yamal mvamizi wa timu ya Uhispania ameonyesha kiwango cha juu sana, ni lazima Ureno walinde usalama wao vizuri. la roha anasema, hiyo tuishie yeah. kwenye kandanda hapo, kuna yapo mengine mtandaoni ambayo yanavuma, ni mkumbushe ya tu msikilizaji na mfuatiliaji wetu, kesho ndio siku ya maoni mtaani hmm. Waite tena wale jamaa jamaa wako wa Mwanza, unasema kwa toja na wapi na wapi vile ya yeah, kama nilivyosema mchana kwamba mitaa ya South ni mitaa yangu mitaa mm, yangu ya nyumbani. Kwa hivyo mm -hmm. mimi nitumia nafasi hii kuwakumbusha vijana wa Mwanza walioko Buzuruga, walioko Bwiru, walioko Nyegezi, kote katika mitaa yote na ya Malimbe manake wafike katika <laughs> Chuo cha Mtakatifu Agostino kesho kuanzia majira ya saa tatu asubuhi mpaka saa tano pale saa sita mm -hmm. kunakuwa na maoni mtaani DW Kiswahili, so timu nzima iko pale kwa ajili mm -hmm. ya kuhakikisha kwamba wanajadili masuala ya muhimu kuhusiana na wanasema je

Eh, kuwashawishiwa na mitandao ya kijamii, eh, Walakombia... wanatumia wakisema click, like, na vote. mm. Kwa hiyo sasa... mitandao ya kijamii sio mm. tu katika kufanya challenge na... za TikTok lakini mm. vile vile kuangalia kufanya uamuzi ambao ni sahihi katika masuala ya mitandao ya kijamii wenyewe, watumiaji wakubwa ni vijana. Sasa ndio hivyo mambo yako bam, bam. <laughs> katika namna hiyo, kwa hiyo kesho bila shaka tutaona wengi katika mitaa ya malimbe pale wakikutana na wenzetu kwa <laughs> maoni mtani. Sasa sawa mm. E, tunaambiwa muda wetu kidogo mm oma tusome maoni machache ya wafuatiliaji wa mitandao yetu ya kijamii huyu. Anaitwa Reginald Njoma radhani, anasema vita hivi vya Urusi na Ukraine, diplomasia na uaminifu wa pande zote mbili ndivyo vitakavyomaliza mgogoro huu. Lakini sasa, Sambo mpendamana anasema kama waasi wa M23 na serikali ya DRC wameweza kufanikisha zoezi la kuwalinda wanafunzi ili wafanye mitihani yao kwa amani na utulivu, wanashindwaje kukubaliana kumaliza mzozo baina yao? Kukungwendu wa Zabanga yeye anasema bila kumung'unya maneno, vita hii inashindwa kuisha kutokana na kwamba Ukraine imekaa nyuma ya migongo ya mataifa ambayo Urusi ina taarifa za kutosha kuwa yana mipango ya kuizunguka na kuivamia Urusi. Lakini unauona ujumbe wake, auba auba auba. Anasema hivi, hao wanafunzi wa mashariki ya Kongo wanaofanya mtihani watafaulu kweli? Walipata muda wa kujisomea hawa kweli, wakati eneo lao ndio mwanzo ulikuwa uwanja wa kivita? <coughs> Dennis Kaganga anauliza kwa nini Urusi aendelea na mashambulizi na kuwa watu wasio na hatia kwa tamaa ya maeneo ambayo siyo yake? Okay. Jackson Valles wa Dodoma anasema anaungana na waumini wa dini ya Kiislamu katika Eid, kuwaleta pamoja binadamu kwa usawa, na tuzidi kuungana na jumuia ya kimataifa na kuombea amani huko Gaza. sana kushukuru eh, na namshukuru pia mwongoza matangazo wetu uko nyuma, kazi nikapata cheo Nyota tatu ataka wake watatu wa ya mapenzi kazi. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite, badri 8 utelsat 8WB Hotbed 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni kwa herini.